Tangu umalize kutumia imekuwa ni kwamba unabeba tu ujauzito na unaharibika moja kwa moja. Daktari, hii tatizo ni tatizo gani? Na imeshakuwa la kujirudia. Hadi sasa hivi nimeharibikiwa na mimba nne. Ni baada ya kutumia njia za uzazi wa mpango, wanawake wengi sana huwa wanajikuta wanapitia changamoto kubwa sana ya mimba kuharibika mara kwa mara. Na hii ni changamoto ambayo inatokana kwanza, kutokana uza uza uza chochezi, bandia, na mabadiliko ya homoni zao za uzazi, hasa kile kipindi cha kutumia vile vichochezi bandia vilivyotokana na ile njia za uzazi wa mpango. Hivyo mwili unakuwa unachukua muda mrefu kuweza kujibia kwenye hali kawaida na kupelekea hata ukishika tu ujauzito unajikuta unaharibika ndani ya ile miezi mitatu ya awali. Lakini pia ni vyema venu kafanya na vipimo vya, vya makundi uwe ya damu huwe na mwenza wako kugundua kwamba ni changamoto ambayo ni ya kawaida au sio ya kawaida kama makundienu ya damu yatakuwa hayaendani, ndio maanake nasema kwamba nipo naye katika safari ya kuita mama. Kama unapitia changamoto changamoto hii, ni vyema zaidi kuhakikisha vichochezi vyako vya mwili vimerudi kawaida, au hata kama una changamoto ya infection umeweza kuitibia, ili ujauzito usio unaharibika mara kwa mara. Programu ya nipo naye katika safari ya kuita amesha ameshasaidia wanawake wengi sana, unaweza tukawasiliana na ukapata msaada wa moja kwa moja.